bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na TheMart Supermarket piga simu namba 0775 967. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia omba machifu waombee taifa amani ni kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano ahimiza amani, umoja, anyoshea vidole wagombea na ramli chonganishi. Atunukiwa hadhi ya Mtemi Sungu, Sungu kanda Ziwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Beteko aikaribisha Urusi kuwekeza nishati safi, habari katika ukurasa wa tatu. Kikwete ataka tofauti za kisiasa zisiumbishe taifa, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ashauri wanasiasa kushindana kwa hoja kulinda amani. Mwanasheria mkuu asema sheria za uchaguzi zimerekebishwa, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. TEC yapiga marufuku wanasiasa kusimama madhabauni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Msaada wa sheria wamrejeshea mjane nyumba alimtimua mbaroni, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nane. Wananchi wahimizwa kuchuja sera si kejeli uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano, habari katika ukurasa wa tatu. Mama adaiwa kuwa watoto wake wanne. Naye ajua kwa sumu ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa ishirini. Lakini pia gazeti hili limeandika aliyekuwa rais wa Zambia Lungu kuzikwa Afrika Kusini. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari sita mikononi mwangu na mama zao wiki hii wanne Tabora wawili Kilimanjaro, matukio yafikia matano tangu Januari, sababu za tajwa wataalamu wa saikolojia wakizihusisha na tatizo la afya ya akili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Rais Samia, ramli chonganishi ziepukwe kuelekea Oktoba. Habari katika ukurasa wa pili. Habari picha inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hasani akisalimiana na viongozi mbalimbali alipowasili katika kituo cha utamaduni na makumbusho ya wasukuma Bujora kilichopo Kisesa mkoani Mwanza jana. Gazeti hili limeandika Kikwete aonya hali ya ulaghai na ujanja kwenye uchaguzi, habari katika ukurasa wa nne. Uadilifu unavyotesa wanaume kwenye ndoa za mitala, habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Lakini pia gazeti hili limeandika jukwaa la Afrika MCL serikali kujadili uongozi maendeleo, uongozi maendeleo ya miundombinu, ndani katika kurasa za ndani za gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumapili ya leo. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kanisa katoliki latoa msimamo kwa wanasiasa. TEK inamtaka kiongozi wa ibada ama pada ya waskofu kuwatambulisha kwa kifupi viongozi hao wa kisiasa bila kuwapa nafasi ya kuzungumza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Kikwete atoa neno kuelekea uchaguzi mkuu elfu mbili na ishirini na tano. Habari katika ukurasa wa pili. Ziara ya Rais Samia ilivyoacha alama isiyofutika. Kanda ya ziwa hadharisha waganga Ramli Chonganishi. Habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa tano. Gazeti limeandika mpango wa kitaifa wa sukwa kupunguza msongo wa mawazo. Habari katika ukurasa wa tatu. Ripoti maalum mfumo dume ndoa ya mitala vilivyozima ndoto ya binti mahasibu. Habari katika ukurasa wa nne. Hali hii imeathiri katika mpangilio mzima wa maisha yangu kuanzia kiuchumi, kifikra, hata kiutendaji. Hadi sasa sielewi mustakabali wa maisha yangu, kila kukicha mambo ni yale yale. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika ACT: ataka magari ya serikali kutumia gesi, habari katika ukurasa wa tatu. Kona afya, undani kuhusu shinikizo la damu, mbinu za kujikinga, habari katika ukurasa wa saba. Maisha yalivyo, kuzaliwa masikini si kosa, bali kufa ukiwa masikini. Habari katika ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe Michezo katika ukurasa wake mbele likiandika, Simba Yanga mzigoni tena leo. Habari katika ukurasa wa ishirini na nne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 ni nalo wa gazeti ya zanzibar leo kwa ukweli na uwazi liyo habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni baraza la wa wawakilishi kuvunjwa kesho habari katika ukurasa wa pili dkt samia tuchukue jitihada kulinda maadili ya habari katika ukurasa wa pili waziri shaban ahimiza ushirikiano mapambano dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa tatu, waziri tabia eleza umuhimu wa hati za utambuzi wa ardhi. Habari katika ukurasa wa tatu, watu 22 wakamatwa Iran kwa kuifanyia ujasusi Israel. Habari katika ukurasa wa tisa, soranga aisha jihisha uwekezaji nyumba za kulala wageni hoteli. Habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako zu ujiwekwa undani zaidi. Gazeti Mzalendo ninalo mikononi mwangu jumapili ya leo linye limeandika, rais ya Dr Samia acha alama kanda ziwa ni katika ziara ya kihistoria ikihusisha uzinduzi wa miradi ya maendeleo, awasihi viongozi wa kimila na ramli ichonganishe. Habari katika ukurasa wa pili. Mzalendo limeandika, wasomi wamtaja Dr Samia shujaa wa maendeleo nchini. Habari katika ukurasa wa pili. PM Majaliwa wataka Tanzania kujua sera za wagombea. Habari katika ukurasa wa tatu kongamano la kitaifa la sheria. JK awasihi wananchi kulinda amani. Habari katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika waziri Soranga, juhudi ziongezwe ulinzi wa mazingira Zanzibar. Habari katika ukurasa wa kumi na tano. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya ya pamba moto Zanzibar. Habari katika ukurasa wa tano. Dr Biteko awakaribisha Warusi kuwekeza katika nishati safi. Habari katika ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo jumapili ya leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani migonani mwangu nilo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani lenye limeandika saa 2 za uamuzi gazeti hili limeandika sitini na nne idadi ya wachezaji wa, wa kigeni waliofunga katika ligi kuu bara msimu huu ambapo Jan Charles ndiyo kinara akifunga mabao kumi na sita jumla ya mabao yaliyofungwa ni mia mbili thelathini na tano kumi na saba hii ni idadi ya mabao ya kujifunga katika ligi kuu bara msimu huu kwenye jumla ya mabao mia tano hamsini na nne yaliyopatikana na hadi sasa zikichezwa mechi mia mbili thelathini na moja. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika clean sheet, wanaoongoza ni Musa Pimpin Kamara wa Simba mwenye clean sheet kumi na nane, kumi na sita diara kumi na tatu patrick muntali mashujaa kumi na moja ni jonathan amos wapamba wakati muhamed mustafa na kumi tisa ni chuma ramadhani wa coastal union wafungaji jinchazi anaongoza ikiwa na mabao kumi na sita akifuatiwa na clement mzizi wa yanga sports club akiwa na jumla ya mabao kumi na tatu prince dube pia pamoja na ion alteba kumi na mbili ni mabao ya steven mukwala kutoka simba pamoja jonathan soa unane wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili imeandika fainali ya Ziziki na mwalimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane. Koti lilivyoficha pasipoti ya staa Simba habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, lakini pia gazeti hili imeandika game saba kuamua mfalme wa NBA elfu mbili na ishirini na tano. Gazeti hili imeandika tatu za kwanza vigogo ni Premier League Ka mechi mbalimbali mbali za ligi kuu Uingereza, ambapo imeonesha kama ni mechi ya ugenini au ni mechi ya nyumbani na mastaa mbalimbali akiwemo Haaland pamoja na Saka wengine wingi. uingi Ukikamata nakala yako ya gazeti mara sporti utasoma kwa undani zaidi. magazeti ya habari habari za michezo na burudani, mikononi mwangu ni hilo gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake nyuma limeandika bingwa wa ligi kuu kujulikana leo habari katika kurasa za ndani. Majaliwa mabonanza yamesaidia kufanya mazoezi wanne pool table kushiriki madola. Habari katika kurasa za ndani. Mapana achaguliwa ujumbe wa UNESCO habari katika ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo wameandika ukurasa wa nyuma wa gazeti la habari leo, habari Tanzania. Nipashe ya Jumapili leo ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba Yanga mzigoni tena za kujulikana leo. timu zote 16 zipo uwanjani katika michezo ya kumaliza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Mwalimu kuweka rekodi club bingwa ya dunia, habari katika ukurasa wa 23. Wirtz rasmi mali ya Liverpool, habari katika ukurasa wa ishiri